Habari ya wakati huu, karibu kwenye chaneli yetu ya usiteseke tena. Leo tujifunze kwa nini humpati mtu sahihi kwa ajili yako. Kabla ya kutaka kuwa na mtu sahihi, kwanza jitahidi wewe uwe sahihi. Wengi tunapenda kuwa na watu sahihi, lakini hatujiandai ili kuishi nao hawa watu sahihi. Ni kwamba tunawataka wawe sahihi kwetu, ila sisi tusiwe sahihi kwao. Kwa maana kwamba tunataka wao watutumikie na sisi tusishughulikie kabisa na mambo yao. Hii si sahihi. Na ukiwa hivi unaweza kumpata mtu huyo sahihi na ghafla akageuka tena kuwa mtu asiye sahihi kwako. Unahitaji mtu aliyefanikiwa kwenye eneo fulani, alafu wewe mwenyewe hujajijengea uwezo ndani wa kumhendo mtu mwenye viwango hivyo na hivyo inafika wakati tunawaharibu wenyewe hao watu sahihi tunawataka jasti kwa sisi kutokuwa sahihi tu. Ni kama unachukua maji masafi, alafu unaweka kwenye kikombe kichafu. Maji yale hayabaki kuwa masafi tena, ila yanageuka na kuwa machafu. So shida siyo maji, shida ni kikombe kinachopokea hayo maji. Kabla ya kupokea maji, jitahidi kikombe cha kupokelea hayo maji kiwe kisafi. Usilalamike kwamba watu sahihi hawapo, na huku wewe mwenyewe si sahihi. Tengeneza mazingira yako kwanza na usitake kuwa mzigo. Kubali kujiwajibikia kwanza, alafu baadaye itakuwa vyepesi kuishi na mtu mwingine. Usimnyoshe kidole huyo mtu wa watu, umejichunguza wewe kwanza? Unaweza kukuta wewe ndio chanzo cha mabadiliko yake. Muulize na kaeni chini mwaongee. Usijihesabie haki, kaeni chini myajenge, ujue unazingua wapi na umwambie anazingua wapi. Mwisho mtoke na suluhu. Mahusiano ni kuelewana. Ukiona maelewano yanakosekana, ujue kuna hatari ya kuvunjika hayo mahusiano. Fanyia kazi hayo, utaona matokeo yake yatakapokufurahisha <laughs> Naitwa Angela Kanine. Ili kujiongezea maarifa zaidi, soma kitabu chetu cha msingi wa mahusiano, na kwa wanawake soma kitabu cha mume wangu yuko wapi. Tucheki kwa watsapp 75532668 karibu na asante.